Sinabudi kwanza kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakia ziada rehema na amani zimeendea kiongozi wa umma mtukufu wa daraja mboni yetu furaha yetu kipenzi chetu, nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake naislamu kwa jumla. Allahumma amin. Ni kwamba ndugu yangu mtazamaji, na kujia na taarifa fupi, sio mawaidha, sio darasa, lakini ni majibu ambayo naitoa kwa channel ya Fadhakir TV inayopatikana katika mji wa Goma, lakini kabla kujibu, ya Fadhakir TV kuweza kuijibu, palikuwa malalamiko ya Afir TV ambayo iliweza kutoa malalamiko baadhi ambayo naunganisha matokeo na ombi ambalo Fadhakir TV imefagia kurasa kubwa katika peji yake ya YouTube na kuweza kuizagaza na kunitumia link ili niweze nisome kurasa yao kurasa yake inalenga kwamba kuna baadhi ya video ambazo sisi wadhamini wa DUG TV tumeweza wa kuziondoa, na hiyo kwao inaonekana kwamba hajijapendeza halifurahishi kwa sababu jamii ilikuwa inafaidika katika hilo. Kwa hiyo kama zipo sintofahamu baina yetu na shehe ambaye alikuwa na mawaidha yake kwenye chaneli yangu isiwe sababu ya mimi kuweza kufuta hizo video. Yani hii ni mukhtasar ambayo naitoa katika lile ambalo nililo ku katika peji yake ya Fadhakir TV. Na alhamdulillah e, aliyeniandikia message ni kijana wangu na mfamu vizuri e, Ejaz. Mungu amlipe kila laheri na jitihada yake ambayo imeweza kuifanya kufuatilia kusoma mihadhara toka yuko katika mji wa Kampala, na nadhani application moja amenifanyizia ya kunipongeza katika kazi yangu, kanitengenezea application ambayo nimeiweka E, katika nanii ya Play Store ya DUG TV na alhamdulillah, naweza kakutumia hiyo link ya e, au nani aplikation yetu, na ukawa unatufuata moja kwa moja ukiwa na mtandao wako, lakini niende moja kwa moja katika majibu ya maombi yake ambayo alikuwa ananiulizia mimi Unajua, sina cha kukujibu kaka yangu, kijana wangu, na kuheshimu sana na kupenda sana, na ilikuwa nisifanye video hii, lakini kwa sababu umeshaweka kwenye mtandao na kila mmoja ameangalia e, mdhamini wa Dak TV anavyolaumiwa kutokana na video ambazo zimefungwa au zimefutwa. Wakati nimezitia zile video, sikuomba ushauri wa mtu, mimi mwenyewe nimeziweka zile video na wakati nimezitoa sikuomba ushauri wa mtu, na hakuna mwanzoni aliyeniuliza kwa nini unazoweka hizi video. Hakuna aliyeniuliza kwa sababu ninayotumia ni gharama yangu, akili yangu, mashine yangu, na vile vile natumia kamera yangu, kwa sababu mara nyingi sana mimi huwa natumia kamera yangu, au huwa natumia katika maandalizi haya. Lakini sitoshe, shekhe ambaye nilikuwa na mrekodi, nilikuwa natumia sometime nani, laptop yake na zile video zote ambazo utaziona mimi nimezifunga, si kwamba eh, ambazo wewe unajua kwamba nimezifuta imezifuta eh, si kwamba hazipo katika mashine yake. Kwa hiyo mashine yake na hizo video na channel ambayo tunazo katika nchi ya Kongo, sio mpaka mimi upanga waradi tu ndio nirushie katika channel yangu ya DUG TV. Na cha kushangaza, wanaolalamika sio wale ambao walitoa hizo darasa. Aliyetoa darasa na nikaifuta yeye mwenyewe hajalalamika kama video yake imefutwa, lakini wale ambao ni watazamaji ambao hawajui nini kiini, ambacho hawakutaka kuniuliza, lakini wanaomba nizirejeshe. Kwa hiyo kuniomba mimi nirejeshe na haujui sababu ya mimi kuzifunga ni sawa na kuoga maji ambayo haujayateka. Yaani kuniomba nirejeshe hizo video bila kujua sababu ya mimi kuzifunga ni sawa na kuoga maji ambayo hukuteka. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu, tumia busara na hekima. Wakati sisi ambao labda kama watu wanavyosema kwamba tuna zile sintofahamu zetu, sawa, tuko binadamu hatuko malaika na tunaweza tukagongana. Hata masahani kwenye kabati huwa yanagongana tu, pakipita mtetemeko fulani masahani yanagongana kabatini, na sisi binadamu ambao tunatembea tunapishana, tunabadilishiana mawazo ya, ya, yawezekana tukatofautiana mimi na, na, na, na mwenzangu. Kwa hiyo, kwa hiyo isikupe tabu wewe kujiuliza kwa nini hizi video uaa hataki kuzirudisha, wakati hautaki kujua kwa nini zimefutwa zimetolewa. Kwa hiyo ningekuomba ndugu yangu FADHAKIR TV eh, sheikh ambaye unamfuata darasa zake nimezitoa kwenye mtandao wangu, sijazitoa katika mashine yake kompyuta yake. Kwa hiyo unaweza kufanya naye mawasiliano kwa sababu, hata naona baadhi ya video zake wewe unaziposti, unaweza ukampigia simu akakupa hizo video, wewe mwenyewe ukaenda ukazifanyaje, ukaziposti sio mpaka tu mimi, sio tu mpaka chaneli yangu tu ya DUG TV ndio fanyeje inaweka. Na sisi watangazaji, namna tulivyo, namna tulivyo, si watangazaji, tunapokuwa tunashuti kitu, tunaangalia manufaa ya hicho kitu, faida kwa jamii na faida kwetu sisi binafsi. Lakini ikiwa kwamba mimi nitafanya jambo ambalo halinifaidishi mimi maana yake ni kusema kwamba litakuwa kwangu halina msaada kwa, kwa jamii. Na hii naisema kwa ufupi peke yake, sitaki nichambue, lakini insha Allah taala ikiwa kwamba itahitajika mimi nitoe maelezo zaidi ya hayo, itaomba kwanza wale wanaotaka maelezo yangu wapite kwa muhusika ambaye video zake zimefutwa. Je, yeye amelalamika au yeye kimemkera? Kwa sababu mimi sioni kwamba tunaweza tukakutana malumbano ya aina gani kwa nini DUG TV imefuta video sawa? Kama ni YouTube yenyewe niambia nizifute, au kwamba mimi tu utashi wangu mwenyewe naona kwamba hizo video haziniingizie chochote kwenye channel yangu nizitowe. Na suala la kusema kwamba nione maslahi ya umma, maslahi ya umma si tu kwamba kwa, kwa mwalimu mmoja tu peke yake. Yaani nyinyi mnaolalamika hivyo ni kwamba vile hampati faida katika wale walimu ambao wengine wako katika channel yetu, ndio itakuwa maana yake lakini ikiwa kwamba kupata mawaidha kwa huyu shekhe, kuna mwingine utapata kwake mawaidha sana. so, so, mimi ikiwa kwamba situpata sababu kwa huyu shekhe kumtangaza, nitapata sababu kwa mwingine wa kuweza kumtangaza. Na vilevile tuelewe kwamba e, uhalisia wa DUG TV si kwamba inaposti kwa sababu mpaka elfu moja watu watufuati sisi, hapana. Au kwa sababu tutalipwa tuta pesa kwenye YouTube, hapana. Kama tungekuwa tunalipwa tutalipwa pesa tungekuwa tuna posti hata kinyesi ili watu wakifuate sana, ili tuingiziwe pesa. Lakini ukiangalia katika uhalisia, maneno ya Uislamu katika mitandao yanafuatwa kwa uchache sana, lakini mambo ya upuuzi ndio yanafuatwa kwa wingi sana. Hii inayasema kwa kujibu Fadhakir TV na Kafir TV, ambayo iliwahi kutoa malalamiko nikamwambia kwamba msitaki kufahamu au msitaki kujua video zitarudi lini, lakini muulize muhusika kwa nini video zake zimetolewa, kwa sababu yangu mimi kuzitoa ipo, na yeye ambaye video zake zimetolewa anaijua sababu. Lakini muhusika alhamdulillah, hajapiga kilele. Busara yake anayoitumia aendelee hivyo, ili kwamba isizalishe matokeo mabaya, kwa sababu labda pengine angetaka kufuatilia, kwa nini umefuta video zangu, kwa nini umefuta video zangu, labda ningepata changamoto nyingine kusema nimefuta kwa sababu fulani. Alafu hii sababu yangu niitoe iwe isikuridhishe wewe mtazamaji, au wewe mpendelevu wa huyo shehe ni. Kwahiyo nikuombe tu ndugu yangu Fadhakir TV, tosheka na haya majibu yangu, na wala usi, usione kero kuona nimechelewa kuweza kujibu, kwa sababu ilikuwa leo leo, Jumatano juma tano, nimekupa majibu lakini natumai kwamba utamka Alhamisi sababu hii Jumatano naitengeneza hii video Alhamisi, kesho asubuhi utakuwa umeipata, imepeperuka hewani. Kwa hiyo ni kushukuru sana na nikuombe kwa ala, kwa jitihada ulioionesha uona kwamba ichoka tunakifanya ni kwa maslahi ya umma. Lakini maslahi ya umma si kwamba unawatangazia kila unachojisikia. Kwenye maslahi ya umma kuna mitikasi, kuna, eh, kuna maamuzi ya yule anayefanya maslahi ya umma. Productive inafanya maslahi ya umma, lakini inatizamia ni nani anayepita kwenye chaneli yake kwa sababu sio kila mtu ambaye naruhusiwa kuja kumpitisha.